Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu kwa kushirikiana na kampuni Tanzu ya Mkapa Foundation, Imara Horizon Connect General Supplies Company Limited, Sasi Solution Company Limited pamoja na Larali Global Solution inapenda kutaarifu umma kuhusu fursa za nafasi 800 za kazi ya udereva nchini Qatar. Sifa za maombaji wa leseni ya udereva nchini Qatar awe na leseni ya daraja C au E, elimu ya kidato cha nne na kuendelea, uzoefu wa zaidi ya miaka miwili katika taaluma ya udereva, uwezo wa kuzungumza lugha ya Kiingereza, na mwenye uelewa na lugha ya Kiarabu atapewa kipaumbele. Dereva atakayefanikiwa na fursa ya kazi nchini Qatar, mwajiri atagharamia visa na tiketi ya ndege, malazi, chakula na matibabu kwa kipindi chote cha ajira usafiri wa kutoka nyumbani hadi kituo cha kazi na mshahara kulingana na sera ya kampuni pamoja na sheria za nchi ya Qatar. Pia mwajiri atagharamia viza na tiketi ya kurudi nyumbani baada ya ukomo wa mkataba wa ajira. Waombaji wote wa nafasi za kazi ya udereva nchini Qatar wanatakiwa kutuma wasifu, yaani CV zao kupitia tovuti ya www mkapa foundation or tz au www.manpower.cgs.co.tz au kupitia barua pepe sasi solution at gmail com au info at lalari co tz baada ya kutuma maombi waombaji wanapaswa kujisajili kupitia tovuti ya www jobs kazi co tz Mwisho wa kupokea maombi ni tarehe 16 Mei 2025. Kwa maelezo zaidi unaweza kuwasiliana na uratibu wa zoezi hili kupitia nambari ya simu ya 0784301987. Tangazo hili limetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu.